Ah, ndugu zangu, naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha rasmi kwenye tukio hili muhimu sana ambalo nimeona ni vema nikaongea ili kuwajulisha watanzania nini ambacho kinaendelea. Jina langu naitwa mama Happynes Kwilabya. Ah, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu Taifa nikiwakilisha jimbo la Vwawa na mjumbe mkutano mkuu taifa baraza la wazee nikiwakilisha mkoa wa Songwe. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, nimewaiteni ili niweze kufanya kikao na nyie juu ya mambo yanayoendelea kuhusiana na siasa za hivi sasa. Nafikiri mtakumbuka tulikuwa kwenye uchaguzi mkuu wa chama chetu Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo tuliuhitimisha pale Mlimani Site tarehe ishirini na moja, na mnaona yanayoendelea. Mimi kimsingi nilikuwa namuunga mkono aliyekuwa mwenyekiti Freeman Mbowe. Kimsingi jopo lote hili tulikuwa tunamuunga mkono Freeman Mbowe lakini baada ya Freeman Mbowe kutopata kura za kutosha ambazo kura hizo zilimwezesha mheshimiwa mwenyekiti taifa Lisu, kwa hali ya sasa hivi inayoendelea kwenye chama chetu sio, imekuwa ni siasa za chuki, ni siasa za makundi. Kwa maana kwamba sisi tuliokuwa tunamuunga mkono mheshimiwa mwenyekiti Mbowe kwa sasa hatuna thamani yoyote ndani ya Chadema na kuitwa majina mengi, kuitwa G55, kuitwa CCM. Kwa hali hiyo, kuonekana kwamba unakosa imani. Sasa kama mtu umekosa imani na chama, kuna haja ya kuendelea kuwa mwanachama wa Chadema? Nimekuwa mgombea ubunge awamu tatu nimepitia nyadhifa mbalimbali ikiwa ni mwenyekiti wa BAWACHA kuanzia kata, jimbo na mkoa wa Mbeya wakati mkoa wa Songwe haukuwepo. Nimeongoza majimbo kumi na moja na nimekuwa nikifanya kazi kufa na kupona, lakini kwa namna mwenendo wa siasa za Chadema unakoelekea nimeona ni vema nitamke rasmi kwamba kuanzia sasa Ninajivua nyadhifa zote nilizo nazo na kwamba kuanzia sasa sio mwanachama tena wa Chadema, kwa sababu nilifanya kazi Chadema. Kuna watu ambao nilifanya nao kazi, kuna watu ambao tuliaminiana katika kazi. Ninaomba watakaoendelea na Chadema basi Mungu awasaidie wa waendelee, lakini kuanzia leo mimi sio mwanachama tena. Siasa za makundi sitaweza, visasi vilivyopo, siasa za matusi kwenye mitandao, kwenye magurupu sitaweza. Na juzi hapa nimegombea nafasi ya makamu mwenyekiti BAZECHA, kampeni ziliendelea, huyu ni G55, huyu ni CCM, mtoeni kwenye makundi, mtoeni kwenye makundi. Kwa hali hiyo, future yangu ya siasa haiwezi kuendelea kufanya kazi na watu ambao tayari wanasema wewe sio wa kwetu, na siasa za namna hiyo ni hatari sana. Mimi nilijua kabisa kwamba kampeni zimeisha, uchaguzi umeisha, tuna kusimama na chama, lakini kuna baadhi ya wenzetu wanasimama na mtu. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwajulishe Watanzania, wana Songwe, wana Mbozi, kwamba kuanzia sasa sitahusishwa na shughuli zozote za chama. Sitasema kwamba nimestafu, nime, nime siasa, kwa sababu siasa ni kitu ambacho kinatoka moyoni, na ni kwamba kwa sasa hivi naachana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo na nitakuwepo nyumbani nikiendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo sitarajii tena kuonekana labda ninapeperusha bendera kwa hivi sasa. Kwa hiyo ninasema tu kwamba kwa, kwa sasa hivi naachia shughuli za siasa zinazotokana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nitaendeleza biashara zangu na shughuli zingine ambazo nafanya kama kawaida. Bado watu hawajawa na akiba ya maneno, yani kila mtu anaongea anavyoona. Uh, Freeman Mbowe ni, ni alikuwa mwenyekiti wetu, mambo mengi ameyafanya kwenye chama, kwa hiyo tunatakiwa kuendelea kumuenzi na si kuendelea ku, kuongea vitu ambavyo vinakuja kuonekana kama vinamdhalilisha, sio kweli. Na tangu mwenyekiti ameondoka kwenye nafasi yake e, amekuwa akijishughulika akijishughulisha na shughuli zake za biashara, na kimsingi hatuna mawasiliano naye ya kusema kwamba ondokeni, kuna moja mbili tatu. Hilo naweza nikasema sio kweli, ni hisia tu za watu. Kuchallenge serikali sio kwamba lazima uwe kwenye chama kuchallenge serikali au kumchallenge mtu yoyote, ni pale ambapo mtu unasimamia haki. Kwa hiyo haki utaizungumza sehemu yoyote ile, iwe ndani ya chama, iwe nje ya chama. Ah, wananchi wataendelea kuamini, kwa sababu chama kipo na kitaendelea. Kwa hiyo wananchi wataendelea tu kukiamini na sina shaka Chadema. Mimi binafsi kwanza, siwezi kununuliwa kwa sababu ninajitambua Uh, niliingia Chadema sikuwa na mkataba na ninaondoka kama nilivyo, na kimsingi nasema siwezi kununuliwa kwa sababu gani? E, gharama nilizotumia kujenga hiki chama e, siwezi nikazizungumza nilijenga chama kwa mapenzi makubwa, na nanyi wenyewe ni mashahidi, nimepambana sana kukijenga hiki chama. Kwa hiyo sio kweli kwamba nimenunuliwa, labda wangeainisha kwamba nimenunuliwa kwa shilingi ngapi. Mimi sio mtu wa kununuliwa na narudia tena kusema kwamba naachana na, na siasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na nitabaki kuendelea na kufanya shughuli zangu za. Na baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawashukuru sana. Naomba niishie kwa majina yangu, naitwa Mikaeli Tufishema Mlima, ni mzaliwa wa Kata Itaka, nilijiunga na Chadema mwaka 2007 Kwenye kumbukumbu zangu, wakati tunajiunga tulikutana kwa mzee Richard Mwendanjira Kibona, na miongoni mwa watu waliokutana na mimi ni Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe, tukafanya kikao pale, tukaanza kupeperusha bendera ya Chadema. Nimeongoza kata Itaka, kuwa katibu wa kata Itaka miaka, mi, miaka kumi lakini nimekuja kuchagurua kuwa katibu wa vijana jimbo la Mbozi miaka kumi. Nimekuja kuongoza kuwa katibu wa wilaya miaka mitano. Nimekuja kumaliza na katibu wa Bavicha mkoa wa Songwe. nini kinanifanya niondoke ndani ya Chadema? ndani ya Chadema, chama hiki kimejengwa kwenye misingi ya nidhamu mno. Mwenyekiti Freeman Mbowe aliyepita alitufundisha ndani ya chama chetu nidhamu kubwa, kumheshimu kila mwanachama wa Chadema. Tunapoingia kwenye uchaguzi, kila mtu anajua kilichotokea. Kumekuwa na matusi mengi, maneno mabaya, kuchafuana sana, misingi ya Chadema inapotea na tumaini la watu lilikuwa ndani ya CHADEMA. Nilijiunga CHADEMA kwa sababu nilisoma katiba ya CHADEMA kwamba itasimama na wananchi. Leo CHADEMA ndiyo inayoongoza maneno magumu, matusi. Kwa hiyo kama kijana niliyezoewa kwenye nidhamu, maisha ya kusimama kwenye ukweli, hii ni sababu ya msingi kuona kuondoka ndani ya CHADEMA kwa sababu tunaona matusi, kudharauliana, kubezana, kupuuziana. Amesema mama yangu Happynes Kwilabya amegombea umakamu wenye kiti kanda, maneno waliomsema ni kumchafua ni kumfedesha mama ambaye amekijenga chama kwa muda mrefu, amekuwa diwani kwenye halmashauri hii ya Mbozi. Leo anapuuziwa na kuchafuliwa, hiyo ni sababu ya msingi hivyo na mimi kuanzia leo sio mwanachama tena wa CHADEMA. Tumeona na wenzetu wanaotuunga mkono kutoka majimbo mbalimbali wako hapa, wamekuja kutuunga mkono, hawako tayari kuendelea na shughuli ya kisiasa. Haya ni yangu machache, Mungu awabariki, asanteni sana. Mimi naitwa Amos Mboya, niliwahi umizwa katika uchaguzi elfu mbili na kumi na mbili. Eh, ni kwa mapango. Haina hakuna msaada wote. Katika kata ya Mwevizi kipindi kile mdaoni kata ya yeye, ya, ya Mahenje. Uchaguzi mdogo. Mpaka leo hii sifanye kazi yoyote. Hakuna msaada wote ambao nisaidie. Kwa sasa nimeamua kuachana na siasa. Popote pale naweza kuniona kwa sababu shida shida ni popote pale hata mtu ambaye hayupo kwenye siasa ana, ana, anaweza kutatuliwa shida kwa mtu yeyote yule ambaye hamjui. Kwa sasa ni ile ni, ni hali ya kwenye mitandao kuvutana huku na huku ndani ya chama, baada ya kujenga chama naweza kuchambana.